And now guys, kuna iga indi yenye iko kwa senior dev yenye ni mechanic. Huyu jamaa alituonyesha the red flags from the ndio senior def aende pale amfukuze. Target ilikuwa gani? Haya, saa hii anasema that hizi uh, vitu aliuziwa na ofisa. So wakati alipelekewa pale na yule sijui ni Korea ama ni Chorea, wakati alipelekewa hizo vitu, sababu hizo vitu aliuziwa na ao magainti, si hakuna ofisa alimuuzia. Hapa ile plani yenye iko ni Korea anajua senior dev, wakati wale gari ilikuwa inachukuliwa senior dev walikuwa na ofisa. So ile target yenye iko hapa, aliambiwa akikuja awekelee ofisa ndiye amemuuzia hizi spare part. Ndiyo yule ofisa walikuwa na senior dev, kukuwe ni yeye na ofisa. ni nani? Frederick. So hapa wanataka kuwekelea Freddy, ndiye aliuzia huyu jamaa hizi spare part so hapa kuna ile mchezo yenye inataka kuchezwa. So senior dev hapa ni lazima ukuwe makini sana. Tena kitu kingine unafaa ukuwe makini sana nacho ni hiyo gari, the reason as to why, kwanini hiyo gari hata after kulipwa after after, after walijua hiyo gari imelipwa, kwanini walikuwa wanakataa hiyo gari ichukuliwe? Sababu kuna kitu bado walikuwa wanataka kufanya ile gari, na labda hii gari imewekwa traka yenye itakuwa inaonyeshana kila mahali popote senior Dave unaenda. So senior Dave, you have to be very much careful. Hii gari unafaa tena uirudishe kwa mechanic mwenye ataweza kuiangalia vizuri na aone kama kuna traka yoyote imewekwa kwa hii gari, sababu labda wale magaindi wanasema akujie hii gari na that why walisema walikataa Anita achukue hii gari sababu walikuwa wanajua ukichukua hiyo gari utaenda nayo direct kufanya kazi nayo so walikuwa wanajua labda wataitrack. Hivyo so be very much careful, hii gari isikuja ikakuwa imeekwa traka ya kukutrack nayo, wale magaindi wasikue target yao ni kukumaliza kupitia hii gari yako. Hapa hakuna ofisa mwenye aliuza huyu mwenye anasema aliuziwa na ofisa, anasema alionyeshwa ID. Hizo ID za kazi, I think, zinakuanga zimeandikwa majina na ile jina inakuanga imeandikwa na big letter. Anataka kumaanisha after aliona hiyo ID, kuona jina ya hiyo ofisa aliona, lakini anasema amjui. Anarudi anaulizwa, huyu ofisa alikuwa mrefu ama alikuwa mfupi? Ajui. Mulikuwa na yeye saa ngapi? Saa ngapi alikupeleka saa ngapi? six mm? Unawezaji kuwa ujui ni mrefu ama ni mfupi na mulikuwa na yeye, kulikuwa usiku. Six ni usiku, guys, six ni usiku. Hiyo tu ndio nataka nijue, six ni usiku ya kukua, that umepatana na mtu, lakini uwezi jua huyu mtu ni mfupi, ni mrefu, ni mweusi ama ni brown so huyu gaindi ni mmoja wa wale magaindi. Hiyo milango ni yeye aliitwa atoe na akaambiwa, sababu hii gari iko hapa, tunajua mahali itaelekezwa italetwa pale, hata hizi vitu hakuuziwa, so utaenda umtengenezee ile gari na zile pesa tukuje tugawanye. So alikuwa ameambiwa utaitisha hii kiwango ya pesa ndio waweze kuwagawanya wakiwa wote pamoja hii ni target na ni hesabu ilikuwa imefanywa ikamalizika, ukiitishwa wanante walikuwa wanajua hii pesa tutaigawanya, na hii ni free money. ni hii ni target yenye walikuwa wametarget, na hii garaji pia, hata inaweza kuwa hii garaji ni hawa magaindi wakuwa hawa watu, ile plan yenye wakonao, wanajua wakipata mtu wako na gari hiyo, ndio ile kazi yenye watakuwa wanafanya ndio huyu aende atengenezee watu gari na zile spares. So wao tu wako pale kunyanyaza watu na kuimbia watu. Huyu jamaa huyu ni mmoja wa kile kikozi. Huyu jamaa huyu anajua everything kuhusu yule Korea, na ni lazima ikuwe huyu jamaa hata yeye ni mmoja wa wale wanakaa kule msituni, lakini akuwe anajua hiyo kazi ya mechanics. Ama akuwe anafanyanga kazi na hicho kikozi, akue yeye ndiye anaitangwa wakati wamepata mtu ako na gari na pikipiki, akue yeye anaitangwa anatoa zile part, then kwenye wanaenda kutupa hii gari ama pikipiki, wataitupa karibu na hii garage. Ndio yule mtu mwenye atachukua ile gari direct, ataielekeza kwa ile garage. Na wale watakuwa wanajua imechukuliwa na imeletwa, sababu watakuwa wanajua andi number plate. So, awa si magaidi wenye watumia akili. Awa ni magaidi wenye wanajua chenye wanafanya. Awa ni wakora wakubwa, awa wanajua kila kitu. That's why hata hiyo gari ya senior defu ilikuja ikaletwa pale, sababu walikuwa wanajua direct, huyo akiitoa hapa ataipeleka kwa ile ngaraji, ama hata huyo wakuu alikuwa ameambiwa, hii gari ikikuja hapa utuambie, ndio tukuletee zile spare part. Ndio sasa wile aweze kuunganisha na alikuwa ameambiwa ndile kiwango ya pesa ataitisha Dave, si ati yakuwa ameambiwa hiyo ni kitu, walikuwa wameplan, alikuwa ameambiwa isipoileta hapa tuuze hizi spare part. Awa ni watu wenye wamezunguka hiyo area yote hmm? So, ni lazima ikuwa wanajuana na heda hizo garage, ama hiyo garage ikuwe ni yao wao magaidi, ikuwe ni ya Korea. And senior Dave, be very much careful. Hii gari isikue imewekwa traka ya kukutraka hmm? Walisema awaku chenji sijui ni engine. Engine ilikuwa imewekwa chumvi awaku chenji, warirudisha ile ile. Angaria kwa hiyo engine kama kuna kitu ingine imebaki, huyu ni gaidi mkubwa huyu. Hapa hakuna mekanika hapa hakuna mekanik. Kwa nini walikuwa wanainsisti senior David anafaa kuendea hiyo gari? Kwa nini walimfamia wali after alienda pale sababu? so, kuna vile walikuwa wameambiana, walikuwa hata labda alikuwa wameambiwa aembe hii gari, akarudi akaona hapa hataweza. So huyu ni gaidi mkubwa huyu, si eti ni mtu hivi hivi. Hii ngaraji iko na magaidi wote wenye wanafanya kazi kwa ile msitu, that why walikuwa, walikuwa after ile gari, that why waliimba gari kwanza, sababu kama hawangekuwa wanajua chenye wanafanya awangeharakisha kuimba hii gari, wangeharakisha kungang'ana na kukidnap senior day. Lakini sasa walianza na gari, sababu walijua hapa kwanza, hapa kuna pesa ya free. na ndio hiyo na sababu kumejulikana hizi spare parts ni zake, anafaa arudisha hiyo pesa. Anafaa tu hapo alipwe pesa zake, hata si za kutengeneza. Anafaa hapo alipwe pesa kidogo sana, sababu kama ni spare parts zote ni za senior day. Hawa hmm? ni magaidi hawa, ni magaidi na nusu guys. Anyway guys, nawapenda sana tena zaidi, thank you so much for tuning in, I love you so much.